wa Itigi ambayo leo hii mmependeza namna hii. Hivi mnajua mahali ambapo zimejificha fedha? Swali la pili, fedha zetu kama kina mama wa Itigi ambapo kila siku tunaamka tunatafuta riziki. tunapata fedha nyingi. Je, fedha zetu mwisho wa siku huwa zinaenda wapi? Kwa sababu unaweza kumkuta mtu anapambana sana anapata riziki kila siku, lakini mwisho wa siku mtu yule yule unamkuta nanie, anasema kwamba nilikuwa na fedha nyingi, lakini sielewi zimeenda wapi. Ukiona unajiuliza swali hili, basi ujue kuna mahali unakosea. Kama mama wa Itini, nimesema maswali yako mawili, la kwanza ni wapi fedha haujui mahali zilipojificha fedha. Kama mwanamama wa Itigi, kila siku utaendelea kulia maisha ni magumu. Kama haujui mahali ambapo zimejificha fedha, kama ipu, utaenda kuzitafuta, mwisho wa siku utakuwa unaona kina mama wengine wa wakikupita nyumbani kwako, kwa unapigwa na jua, ukiwa umeshangaa, wanaenda kuzitafuta kwa sababu wameshajua kuna mahali